Asalamu alaikum, habari jamani. Tuko katika mfungo wa Ramadhani ya lakini tunaendelea kujifunza kama kawaida, na leo tutaangalia, hivi, ushawahi kukata tamaa kabisa katika maisha yako? Yaani ilifika wakati ambao ulikata tamaa kabisa, ukahisi kama hakuna msaada, hakuna anaweza kukusaidia katika kitu hicho, yaani umefanya kila linalowezekana, kila ambalo lilikuwa linafaa Uwezo kutatua jambo lako au kutatua changamoto fulani lakini imeshindikana kabisa na umekata tamaa kabisa kabisa. Hiyo hali imeshi kunikuta hata mimi katika safari yangu ya maisha, ambapo unakuta katika elimu, katika kutafuta maisha, sisi ambao bado hatujajipata, yaani ndio tunajitafuta, tunapitia changamoto nyingi sana. Na kuna wakati mwingine nafika stage unaona kabisa hii hali au hii changamoto hili jambo siwezi kupata suluhisho kabisa, unakata tamaa kabisa, yani unakufa moyo. Lakini hapa siko hapa kukuambia kwamba usikate tamaa, songa mbele, sijui nini. Hapana, ila nitashia na wewe vitu ambavyo nimejifunza, vitu vichache tu ambavyo nimejifunza nilipopita katika changamoto hii, na jinsi ambavyo nimeweza kufanikiwa na mimi mpaka niko hapa leo hii. Swali ni kwamba, je, unafanyaje unapohisi kukata tamaa Chochote kile ambacho ni kigumu ambacho kiko mbele yako kwa sasa hivi, na unahisi kwamba umefanya kila jambo linalowezekana kuweza kutatua hiyo situation au kutatua hiyo changamoto, lakini imeshindikana kabisa kabisa nataka tu nikuulize swali. Je, ni kweli unahisi umefanya kila linalowezekana kutatua hiyo changamoto? Kila linalowezekana umefanya hivyo? Je, umeomba msaada kwa watu wengine? Je, umeulizia au umeongea na watu wengine kuhusiana na jambo ambalo linakusumbua au umelibeba tu wewe peke yako? Je, umesoma vitabu ambavyo vinaelezea masuala hayo? Je, umeweza kutafuta hata mentor wa kukusaidia tu kuweza kutatua hilo swala. Hapa jiulize tu, je, ni kweli umefanya hatua zote zinazohitajika ili kuweza kutatua hiyo changamoto? Umefanya hatua zote, hatua kwa hatua, ili uweze kupata majibu ya changamoto inayokusumbua? Watu wengi sana watasema hapana, hawajafanya hivyo. Unajua kwa sababu gani? Ungekuwa umefanya hivyo safari hii ungekuwa umeshapata majibu ya kile ambacho unakihitaji, ungekuwa umeshapata suluhisho la changamoto yako. Lakini kwa vile wewe umeshika vitu peke yako umeving'ang'ania peke yako, huulizi, hutafuti mtu kuongea naye, husomi popote, yaani umeshikilia jambo, unaona kwamba umefanya kila kitu, lakini ukweli ni kwamba haujafanya kila linalowezekana kutatua changamoto. Ndio maana mpaka sasa hivi bado upo naye katika maisha. Siku zote tunajua kabisa, ukiona giza limezidi unajua kumekaribia kupambazuka. Yani ukiona maisha umefanya jambo lako, unaona mbona linazidi kuwa ligumu, ujue basi ndio linaenda kutoboa hivyo. Kwa hiyo sisi, mara nyingi wakati huu ndio wakati ambao tunakata tamaa sana, na ndio maana tunakuta hatufani, hatufiki lengo, hatufanikiwi kwa sababu huu ni wakati ambao tunapitia changamoto kubwa, lakini tunapaswa kuvumilia kidogo tu ili tuweze kutoboa, ili tuweze kufanikiwa katika jambo letu. Kwa hiyo kukata tamaa haitakiwi kabisa. Yaani hiyo sio option ambayo tunataka tuwe nayo. Kuna msemo unasema, sometimes we, we must break down before we break through. Kwa hivyo basi, wakati mwingine ambapo unahisi kukata tamaa, usikate tamaa katu, usikate tamaa, usikatie tamaa ndoto zako, usikatie tamaa vile ambavyo unajiona baadaye. Hata kama changamoto ni nyingi hapa njiani, fikiria jinsi ambavyo unataka kuwa baadaye, na usikatie tamaa hilo japo Safari ya maisha sio safari ambayo ni straight line. Hatujui kuambia kwamba maisha yatakuwa yamenyooka tu siku zote. Siku zote maisha yetu ni zigzaga, kuna kupanda na kuna kushuka. Kwa hiyo ukilitambua hilo Utajua kwamba haupaswi kukata tamaa. Usikatie tamaa maisha yako hata siku moja. Utajua tu kwamba leo nimepanda, kesho nitashuka, lakini lengo lazima litimie. Kwa hiyo usikate tamaa unapoona changamoto zimezidi, wewe endelea kusonga mbele. Ukiona jambo moja aliendi, usikate tamaa, jaribu na lingine. Ukiona na hichi kingine akiendi, jaribu na kingine. Ukiona na kingine akiendi, try, endelea kujaribu mpaka utakutana na kitu ambacho utakiweza. Utaendelea kukua, utajifunza na utashinda. Kwa hiyo hakikisha haukati tamaa. Asante kwa kuangalia video yangu. Till next time. Bye.